Bwana, tukuwa tunaendelea Bwana Yesu asifiwe. Na nitaanza hivi maana waimbaji ni wengi, kila mtu ataimba, na niombe kwa heshima wenzetu au wenzangu, mimi mwenyewe ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Leo nawapa wote waimbe, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama tufanye jambo moja la baraka. Chagua wimbo ambao ni fupi, ambao itambariki kila mtu, mtu anaweza akusikiliza mpaka anasinzia si ndio eh? Ambao nabariki kila mtu natamani isiishe. Si ndio jamani? mm. <laughs> mm. <laughs> mm. Si hapa tu moja mbili tatu barabara ile pale. Katika eneo hili la anga la sakatata kwa kweli, tunawapenda nyote waimbaji, watu wote ambao wamehudhuria katika eneo hili, karibuni, tunawapenda. Bwana Yesu asifiwe. Yani, ujisikie huko nyumbani kwako. Haleluya. Lakini saidi sana ujisikie huko nyumbani mwanani, mabwana wa majeshi, Mungu aliye mkuu. Haleluya. Basi tunavyokwenda kufungua e, ibada hii tutafungua ibada hii lakini, kuna atakaye kuja kuzindua kuzindua album, atanena neno, ataomba pia. Hata fungu... Hata zindua. Alafu mambo yataenda vizuri. Lakini ninavyokwenda kuomba, funga macho yako, alafu inua mikono yako pia, muamini Mungu Amure nyara nyamu ambureniatainyamujerit au reneribaikirajalkesudaa tada huduma ino au tada maisha ino, nitaomba na hakika Mungu atafanya kitu, hautafadhiliwa tena ukiamini. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. No, kimwili. Baba ili kukabidhi kila kitu na kila eneo na kila mali na kila mtu ya Bwana majeshi mbele za uso wako ya Bwana majeshi ama mikononi mwako, Baba. Ili kila kitu zikatawale zil

imekuvunja ili neema yako Bwana ikatoshe kila mali katika jina la Yesu Kristo, amen. Mshangilie Bwana kwa makofi. Neema nitasimama neema nitasimama, mambo yote yatapita. Kama umebarikiwa vile vile, kama umebarikiwa, asante sana. Naomba uchukue nafasi ukae. Chukua nafasi uketi, namba tunaenda haraka haraka kidogo. Nimesema kwaya kama wapo wajipange hapa chap chap. Kwaya.